Nam kwengine kwa mshukiwa wa mauaji ya mwanafunzi wa chuo kikuu cha Multimedia ambaye aliripotiwa kuwawa siku ya Jumapili amejisajilimisha kwa polisi. Mwili wa mwanafunzi huyo ulipatikana umetupwa kwenye tanki la maji. Inadaiwa kwamba mwili wa Sylvia Kemunto uliwekwa kwenye begi kabla ya kutupwa kwenye tanki hilo na mshukiwa mkuu akiwa mwanamume aliyeripotiwa kuwa mpenziwe. Ode Francis ametuandalia taarifa ifuatayo kupotea kwa ghafla na kupatikana kwa Sylvia Kemunto mwanafunzi wa mwaka wa kwanza chuo kikuu cha Multimedia, kumezua maswali chungu nzima. Sylvia alitoweka kwa hali tatanishi Jumapili iliyopita. Sylvia ile kitu aliniambia kuna kijana anamsumbua, anampendi, anamfosi, anataka akwe rafiki yake. siku ya kupotea kwake Sylvia alikuwa peke yake katika chumba chao cha block B baada ya mwenzake kuondoka kwenda kanisani. Uchunguzi unaonyesha kuwa mpenziwe Sylvia Eric Mutinda alitembelea chumbani kwake saa saba mchana siku hiyo, and when they tried to check the movement of the girl through her mobile phone it was discovered that the girl actually had the mobile phone on the whole of Sunday and she was within the university p.m. Mashahidi wanadai kwamba Eric alionekana akijaribu kubeba sanduku lililodaiwa kuwa la Sylvia kutoka chumba chake ghorofa ya tatu hadi makazi yake mwenyewe katika blok E chumba nambari mia tatu na moja. Apo kwa head kama pillowcase and then it felt uncomfortable. Then I decided kuweka hapo tu kando ya, ya, ya hiyo desk. Jumatano Aprili tarehe mbili, harufu mbaya kutoka block E ilivutia waliokuwa wanamsaka Sylvia. Chanzo cha harufu kikatambuliwa katika tangi la maji juu ya paa moja la bweni hili. Ndani yake mwili wa Sylvia Kemunto uliokuwa umeharibika ulipatikana. tunataka kuchua ukweli sana sana kutoka kwa shule, mtoto akiuawa arusi kwa auawa. Uh, uh, uh, hakuna kupiga kelele, si alikuwa anapiga kelele hapo karibu? Hakuna mwenye alikuwa anasikia. Naam, ni katika eneo hili ambako mshukiwa alipanda na mwili wa mwenda zake Sylvia na kuingiza mwili wake katika eneo hili ambapo ni tenki ya maji, ghorofa ya nne katika bweni la wanafunzi, chuo hiki cha Multimedia. Swala ibuka ni je, Alifikishaje mwili eneo hili? Ode Francis, runinga ya Citizen, chuo kikuu cha Multimedia hapa Nairobi.